Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limetoa taarifa kwa umma kuhusiana na ajali ya kusikitisha ambayo imesababisha vifo vya watu watano katika machimbo ya mchanga wa Bolbit katika kijiji cha Makuyuni, wilaya ya Korogwe. Chanzo cha ajali hiyo ni kukatika kwa ngema ya udongo ambayo iliwafukia watu watano wakati wakiwa katika shughuli za uchimbaji. Jitihada za uokoaji zilizoshirikisha Jeshi la Polisi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, pamoja na wananchi, zilifanikiwa kuitoa miili ya watu watano ambayo imehifadhiwa katika Hospitali ya Halmashauri ya Korogwe Vijijini Makuyuni kwa taratibu zingine. Waliopoteza maisha ni Shaban Mrisho, mkulima na mkazi wa Makuyuni; Yusuf Abdallah, na mkazi wa Makuyuni; Juma Khatibu, mkulima na dereva mkazi wa Makuyuni, Nudeni Ameri mkulima na mkazi wa Makuyuni, na Zameru Miraji mkulima na mkazi wa Makuyuni. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wote wanaojishughulisha na uchimbaji wa madini kuzingatia misingi ya usalama mahali pa kazi ili kuepuka majanga yanayoweza kuzitumbukiza familia katika madhara kama haya. Pia viongozi wa vijiji na mitaa wanahimizwa kusimamia maeneo haya ya machimbo kwa ukaribu ili kuhakikisha shughuli zao zinafanyika katika mazingira rafiki na salama. Taarifa hii imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, Februari 15 mwaka 2026.